Breaking news. Hii ni taarifa ambayo sasa hivi inasambaa sana kwenye mitandao ya kijamii ikiwa imeripotiwa na vyombo mbalimbali mbali vya habari na ni taarifa kuhusiana na kifo cha mchekeshaji maarufu anayefahamika kama MC Pilipili. Hii ni Global TV pia imeripoti kuhusiana na habari hii, na taarifa ni kwamba uh, MC Pilipili amefariki ghafla mchana wa leo Novemba 16 na taarifa zinaeleza pia alikuwa safarini akielekea jijini Dodoma ambapo jioni ya leo alitarajiwa kwenda kufanya kazi yake ya ushereshaji jijini humo, lakini akafikwa na umauti akiwa njiani. Global TV imezungumza na mganga mfawidhi wa hospitali ya General Dodoma Ernest Ebenzi, ambaye amethibitisha taarifa hizo na kueleza kuwa MC Pilipili amefikishwa hospitalini hapo akiwa tayari amefariki. So hii ni taarifa mbaya kwenye tasnia ya uchekeshaji na ushehereshaji pia hapa nchini, kwani MC Pilipili ameaga dunia siku ya leo. Mastaa mbalimbali, watu tofauti tofauti ambao wamewahi kufanya naye kazi, watu ambao wanamfahamu wamekuwa wakishare moment tofauti tofauti ambazo wamewahi kuwa naye enzi za uhai wake, lakini pia watu tofauti tofauti ambao wamewahi kufanya kazi naye pia kwenye upande wa uchekeshaji wame share pia post tofauti tofauti, na muona Joel Master pia amezungumza namna ambavyo alikuwa karibu na MC Pilipili pili, enza wake, namna ambavyo walimpa nafasi na yeye kuonekana kwenye majukwaa tofauti tofauti kwa hapa alipo. Esma Platinumz pia ametoa pole, lakini naona masta wengine tofauti tofauti wameendelea kupost na kushare kuhusiana na taarifa za kifo cha MC Pilipili pili. So ukipita kwenye mitandao ya kijamii sasa hivi taarifa ni kuhusiana na kifo cha MC Pilipili. Ni majonzi kweli kwenye tasnia ya uchekeshaji, na tuendelee kumwombea MC Pilipili apumzike kwa amani. Taarifa zaidi nitaendelea kukujuza hapa kupitia SamMisago, subscribe na naendelea kutufuatilia.